ni siku muhimu sana ya kujulikanwa katika historia ya Uislamu tarehe kumi na nane ya mwezi wa Dhulhaji. Tuko katika mwezi wa Dhulhaji katika mwaka wa kumi wa hijiria. Mwaka wa kumi mwaka wa kumi na moja uliofuata ndio Mtume Muhammad alifariki Mwaka wa kumi, Mtume Muhammad alifanya hija ya mwisho inayojulikana kama hijati lwada, hija ya kuaga. Ya kuaga nini? Hija ya kuwaaga Waislamu kwamba mtume atafariki baada ya hija hii, hatokuwa hai. Jibrili alikuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi waalihi wasallam akamwambia nakuletea salamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, anakupa salamu baada ya salamu hizi. Ewe Muhammad, jua ya kwamba unakwenda kufanya hija na baada ya hija utafariki. Allahu Akbar! Ilikuwa ni wakati mgumu, watu wengi wasingeliweza kuvumilia, lakini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama mtume akabeba ujumbe ule kwa mikono miwili, akaishi maisha yake kama kawaida, akiswali akiendelea na shughuli zake mpaka msimu wa hija ulipokuja, akawatangazia maswahaba wote waliokuweko na wenye kuweza kuja hija waje, kwa sababu anakwenda kuwaaga. Mtume akaenda akafanya hija, alipomaliza hija hii akawa ni mwenye kusindikizwa na maswahaba zaidi ya laki moja Laki moja mia moja elfu wakamsindikiza Mtume mpaka kuja naye mahala panapoitwa Ghadir. Hapa Ghadir, Mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam akausimamisha msafara aliokuwa nao. Kwa nini? Kwa sababu pamekuja aya iliyoko katika Suratu Lmaida, sura ya tano aya ya 67.

ma unzila ilaika min rabbik, yale uloteremshiwa wewe kutoka kwa Mola wako, fikisha. Wa illam tafal, na kama hukufanya hivyo, fama balaghta risalata, utakuwa wewe hukufikisha ujumbe wake. Wallahu yasimuka min annas, na Mwenyezi Mungu atakukinga wewe na watu. Sasa aya hii ilipoteremka, Mtume sallallahu alaihi waalihi wasalam akausimamisha ule msafara wa zaidi ya watu laki moja katika mahala panapoitwa Ghadir Khum. Ghadir ni nini? Ghadiri ni eneo khum lenye maji pana madimbu ya maji. Mtume kawasimamisha masahaba zake pale, wakati wa dhuhuri, jua kali Aya imeteremka ndio maana mtume akausimamisha pale, hakuwasimamisha mahala pengine popote, si kabla ya hapa wala baada ya hapa. Kawasimamisha hapa kwa sababu aya imekuja. Baada ya kuwasimamisha, akawaambia masahaba zake, nitengenezeeni jukwaa hapa, ni katikati ya safari. Wakatafuta mbao, miti, wakatafuta vipandwa vile wanavyoviweka juu ya ngamia, wakatengeneza jukwaa walokuwepo masahaba wote pale, mtume akapanda, wakamwona Mtume, akawatolea khutba. Baada ya khutba hii mwishoni, akamwita Ali bin abi Twalib. Ali akapanda juu ya mimbari ile jukwaa lile, mtume akamnyanyua mkono Ali bin abi Twalib, ikawa mkono wa mtume na mkono wa Ali bin abi twalib inaonekana Mtume sallallahu alaihi waalihi wasalam, wa akasema Alastu aula bikum min anfusikum, je, mie sie mbora wenu kuliko nyie nyote nafsi zenu au kuliko nafsi zenu nyie nyote? Qalu bala, wakasema kwani ya Rasulallah, wewe ni mbora kuliko sisi sote. Mtume akasema man kuntu maula faaliyun maula, yoyote ambaye mimi ni maula wake, basi Ali ni maula wake. Kisha akaomba dua Allahumma wali man wala waadi man ada mpaka mwisho, ewe Mwenyezi Mungu na kuomba muunge mkono au muunge kila atakayemuunga mkono Ali. Ewe Mwenyezi Mungu mkate mfanyie uadui kila atakayemfanyia Ali bin Abi Talibu uadui. Kisha alipomaliza kitendo hichi mtume akawaambia maswahaba wanaume na wanawake waliokuweko pale wote, njooni mumpongeze Ali bin abi Talib. Wanaume wakaja wakimpa mkono wa kumpongeza. Aliyeanza kumpongeza alikuwa ni Umar ibni Lkhatabi, kwa maneno aliyoyasema yaliyorekodiwa katika vitabu vya historia na vya tafsiri ya Qurani.

na maula wa kila mumin mwanamume na mumin mwanamke, wakampa mkono. Walipomaliza mtume salallahu alaihi waalihi wasalam, wa akawaamrisha wanawake ya, liletwe beseni la maji au ndoo ya maji au chombo kilichotiwa maji, alii yatie mkono wake na wanawake waji watie mikono yao katika maji, wampongeze ali bin abitalib, kwa sababu hawapeani mikono Yakafanyika hayo. Hichi kitendo kimefanyika tarehe 18 mwezi wa Dhulhija mwaka wa kumi wa Hijiria. Sasa leo sisi tunapozungumza swala hili, tunazungumza umuhimu wa siku hii ya tarehe 18 ya Dhulhija. Maulama wameita hii kama Idul Ghadir, idi ya Alghadir, sikukuu ya Ghadir, kwa sababu imetokea katika mahala hapa Ghadir Khum. Kwa nini ni siku kuu? Kwa sababu mtume amemtawaza, mtume amemtangaza, mtume amemwonyesha, amemdhihirisha walii wake, walii wa waumini baada yake ni nani. Nikisema walii wake, yani walii wake baada yake kwa waumini ni nani. Kwa hiyo ni siku muhimu sana, ndio maana ikawa ni idi na ndio maana mtume akawaambia waje kumpongeza. Mtu anapongezwa katika siku ya furaha kwa yale aliyoyafanya, akawa ni mwenye kuyatimiza vile inavyotakiwa. Sasa hii ndio Idul Ghadir. Sasa tunajiuliza maswali, umuhimu wake nini hii siku? Kwa sababu tarehe kumi na nane ya mwezi wa Dhul Hija mwaka wa kumi wa hijiria, tumesema ni siku muhimu. Umuhimu wake unakuja kwanza, pameteremka aya kabla ya tukio na aya imeteremka baada ya tukio. Aya iliyoteremka kabla ya tukio ni hiyo ya 67 ya sura Almaida, ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Haya, tukija aya iliyoteremka baada ya tukio ndio iliyokuweko katika suratul maida aya ya tatu, mwanzoni. Aya inazungumza habari mbalimbali mbali, kisha katikati Mwenyezi Mungu anasema alyauma

na nimeridhia nimewachagulieni Uislamu kuwa ni dini yenu. Kwa hiyo hii ni siku muhimu sana, na ndo maana mufasirina wakaita hii aya, sehemu hii ya katikati ya aya, wakaita ayatu ikmali din, aya inayozungumzwa kukamilishwa kwa dini, aya dini imekamilika baada ya kuteremka aya hii. Sasa cha kusikitisha ni kwamba watu wengi hawajui umuhimu wa siku hii ya Idulghadir. Kwa nini hawajui? Sababu ni mbalimbali, lakini tulizozipata baada ya utafiti, ya kwanza kabisa ni hasad, husda alofanyiwa Ali bin Abitalib. Hakuna sahaba mwingine yoyote, si Abubakar, si Umar, si Uthman, si Talha, si Zuberi, si yoyote katika wanaoitwa ashara mubashara, ukitoa Ali bin Abitalib alayhi salam Hakuna sahaba yoyote aliofanyiwa kitendo kama cha Ali bin Abi Talib, kutangazwa mbele ya kadam nasi ya watu na akaombewa na dua kwamba Mwenyezi Mungu amuunge atakayemuunga na Mwenyezi Mungu amtenge atakayemtenga, ila Ali bin Abi Talib alayhi ssalam. Hasad, hasad ndo iliwafanya watu wakamweka Ali pembeni hata asijulikani. Vilevile sababu ya pili ni ujinga walokuwa hawajui na hawaj, ambao hawajawahi kusikia, ndo hivyo ni hiyo. Na sababu ya tatu imefichwa habari hii. Baadhi ya mashekhe wanajua hii habari, lakini ukitaka kuizungumza ukaiulizia, unaambia ah, hii habari ya mashia mashia, ndo wenye kuzungumza habari hii e, akiwa na haki mshia, ile haki ya mshia ipewe mshia, mshia anazungumza haki, iko kwenye vitabu izungumzwe. Aa, hii jamaa, si haki ya mashia tu, hii ni yetu sote kwani, Ali bin Abi Talib hapa, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anamwonyesha kwamba yeye ni maula wa waumini baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa huyu ni wali wa Mwenyezi Mungu na mtume wake kama inavyoonyesha Qur'an, bali si hivyo tu. Ali bin Abi Talib ile hasa tulioitaja, tukitazama sifa zake hazilinganishwi na masahaba wengi wowote. Oh, takriban. Tazama katika Surat Lmaida aya 55, Ali bin Abi Talib, mwenyezi Mungu anamsifu anasema: innama waliyukum llah wa rasuluhu waladhina amanu aladhina yuqimuna lsala wa yutuna lzaka wa hum rakiun, hakika walii wenu ni Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wale walioamini, wanaosimamisha swala na kutoa zaka hali ya kuwa wamerukuu. Hii aya ilipoteremka ilikuwa ni Ali bin Abi Talib na swali katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sura Maida aya 55. Akaingia maskini anaomba, hakuna mtu aliomjibu isipokuwa Ali bin Abi Talib yuko kwenye rukuu. Akamwashiria kidole chake chenye pete, yule akafahamu kwamba hapa nnapewa pete akaenda maskini yule akaitoa pete katika kidole cha Ali bin Abi Talib, ikateremka aya hii ya kumsifu Ali kwa sifa zake. Sasa ukitazama, kwa nini Ali ndiyo aliopatiwa sifa hizi? Ni kwa sababu ya kustahiki kwa fadhila alizokuwa nazo, ambazo hana fadhila hizi sahaba mwingine yoyote. Baadhi ya wazungumzaji wanatuambia nyie mmechanganya mambo. Tunawauliza vipi? Wanasema ah, sisi hatukatai swala la kuwa Ghadir, tukio la Ghadiri lilifanyika. Ha, hawa ni grupu ya pili. Grupu ya kwanza ni wale wanaosema ah, tukio hili halikutokea. Tukiwaonyesha kwenye vitabu vya madhehebu mbalimbali mbali, wanabadilisha msimamo: ah, tukio hili lilitokea, lakini sio kama mnavyolisema nyie. Tunawauliza haya, ah, nyie mnasemaje? Wanasema sisi, kwa mujibu wa tulivyosoma, ni kwamba Ali bin Abi Talib palikuwa na utesi kati yake na baadhi ya masahaba, palikuwa na sintofahamu kutokuelewana baina yake na baadhi ya masahaba. Sintofahamu gani? Walikwenda Yemen, Ali bin Abi Talib na baadhi ya masahaba, wakati Mtume anakwenda kuhiji hija ya mwisho. Kwa hiyo, wao walipotoka Yemen ndo wakaungana na Mtume kwenye hija ya mwisho. Sasa kule Yemen palitokea ngawira na hizo ngawira Ali akachukua ngawira moja, wanasema mwanamke. Ikawa wale maswahaba hawakufurahi, wakamwekea usongo, wakamwekea chuki, wakawa waka wanamwonyesha wana, wana kwamba wewe umefanya kitendo ambacho si kizuri. Kwa hiyo walipokwenda kukutana na mtume katika hija ya mwisho wakamshtaki mtume. Alipopata ile habari hakufurahi, kwa sababu Ali hakufanya makosa kwa hiyo ndo hii Ghadiri, siku ya tukio la Ghadir Khum, wanadai kwamba pale mtume alipowasimamisha masahaba akawaeleza, Alii ni walii wa kila mumin mwanamume na mwanamke, ilikuwa ni kuondoa lile wingu la chuki kwamba Ali hakufanya makosa. Wanatuambia habari hiyo, naambia sawa bwana, lakini akili haikubali. Kabla hata hatujafungua vitabu mbalimbali mbali, akili haikubali uo ufahamu wenu nyie, mnaotueleza kwamba tukio la Ghadiri lilikuwa ni kumwonyesha Alii kuwa ni walii kwa maana ya rafiki wa mtume, akili haikubali. Na Mwenyezi Mungu ametutaka tutumie akili zetu, afala yaakilun, afala yandhurun, afala yufakirun, afala yatadabbarun, hawazingatii, hawatii akilini, hawafikiri, hawatazami sawasawa. Haiwezekani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam awasimamishe masahaba idadi hiyo kubwa tuliyohitaja katika wakati wa dhuhuri, atengenezewe mimbari jukwaa pande, yeye atoe khutba, kisha amwite Alii, kisha aseme man kuntu maulahu fa hadha aliyun maulah. Kusema kwamba Alii ni rafiki yangu haingii akilini, bali mtume kamwombea dua. Sasa ndo hapa Ibnu Taimia anaikataa hii dua, anasema aa, a, mtume, kama ilitokea tukio la Ghadiri lakini hakuomba dua. Sasa eh, yule Nasiruddin al Albani katika kusahihisha hizi hadithi zake, Nasiruddin al Albani anasema la, dua ilisomwa na dua ni sahihi. Mtume alisema nini? Allahuma waliman wala waadiman ada. Sasa tutie akilini ikiwa dua kaiomba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ewe Mwenyezi Mungu muunge atakayemuunga mkono Ali, mpinge atakayempinga Ali, hii dua pia itakuja kwa sababu ya kusema Ali ni rafiki yangu? Hapana, ndio hapa tunaambiwa kutoka katika vyanzo vya ahlu baiti wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba hili tukio la ghadiri lilikuja kuonyesha system nidhamu ya uongozi baada ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maana yake nini? Baada ya mtume hakuna atakayewatawalia mambo Waislamu isipokuwa ni Ali bin abi talib na, na ndo mtume mwenyewe kamsimisha kamsimamisha hapa mbele ya jukwaa ili watu wapate kujua habari hii. Kwa hiyo Ali ni wali wa mtume na wa Mwenyezi Mungu na ndo mtawalia wa mambo ya Waislamu baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini Alii si mtume, ni walii wa mtume baada yake kwa watu, na ndo maana tukio la Ghadiri likawa ni muhimu. Sasa Ali bin Abi Talib, kwa nini ikawa yeye si wengine yoyote? Ni kwa sababu ya fadhila alizokuwa nazo. Hakuna mtu mwenye fadhila kama Ali bin Abi Talib alaihi ssalam. Yeye ndiye babu madinati ilmi rasulillah, yeye ndiye mlango wa kuingia katika mji wa elimu wa mtume. Hakuna mtu alioruzukiwa ilmu katika masahaba kama Ali bin Abi Talib. Mara kadha Umar ibnu Lkhatabi ibn amekuja akasema, laula ali la halaka umar, kama si Ali Umar angeangamia. Kwa nini? Kwa sababu ilmu aliokuwa nayo Ali siyo ilmu ya Umar. Umar hamfikii Ali kwa ilmu. Abu Bakar hamfikii Ali kwa ilmu. Uthman hamfikii Ali kwa ilmu. Si Talha, si Zubeiri, si Ashara Mubashara wala si nani. Ilmu ya Ali ni ilmu ya Ali. Ushujaa, hakuna shujaa kama Ali bin Abi Talib. Walikimbia maswahaba katika vita vya Uhud. Jamaa, hatumvujii hishma wala adabu mtu yoyote katika maswahaba, lakini walikimbia katika vita vya Uhud. Aliyebakia kumhami mtume ni Ali bin Abi Talib na baadhi ya masahaba kauliwa Hamza. Ali kakaa na Mtume mpaka waliporudi wanamkuta yuko naye. Katika ushujaa wa Ali katika vita mbalimbali alivyoshiriki Ali, tazameni alivyopigana kijana huyu. Wakati huo kijana kawaua Makuraishi wakubwa wakubwa waliokuwa maadui ya Mtume sallallahu alaihi waalihi wasalam. Wa katika ibada hakuna aliokuwa anamfikia ibada ali bin abi Talib baada ya Mtume, akiingia msikitini mwanzo, akibakia wa mwisho kutoka msikitini, akifanya ibada ambazo masahaba wengine walikuwa hawawezi. Ali kajaaliwa ndo aliomwoa binti ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasalam, Fatimatu binti Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasalam, sayidatu nisai lalamin, yule mbora wa wanawake wa peponi, kaolewa na Ali bin abi Talib na si hivyo tu ali bin Abi Talib ndio babake Alhasan wa Lhusein alaihima ssalam. Hawa vijana ambao wao ni mabwana sayida shababi ahli ljanna, mabwana wa vijana wa peponi, baba yao ni Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ana fadhila nyingi, tunachokisema kuwa hii idu Lghadir imekuja kumweka mahala pake. Sasa hizi hasad, ujinga au kuficha fadhila zake ndio imebidi kufanya barnamaji hii kuwazindua Waislamu. Jamaa, tuache mambo sisi ya kurithi, tumerithi dini bila ya kujisomea au kutafiti. Wakati tunaoishi wakati wa, wa sayansi na teknolojia mambo ya ai, wewe unaweza ukapata habari kwenye simu yako kwa wepesi. Haya tunayoyasoma yachunguzeni, mtayaona. Sasa huu ni wakati wa kuzinduka, wakati wa kujiuliza, system alioiweka Mtume sallallahu alaihi waalihi wasalam kuwa Alii ndo walii wake, na hii system ya uongozi, kwa nini ikaondolewa? Ikaletwa system nyingine, na hiyo system hiyo ni dhamu nyingine, mbona haifanyi kazi leo? Sasa so, ukijua hivyo utajua kwamba hapa pana swala kubwa. Na ukiwauliza baadhi ya mashehe wetu, Mwenyezi Mungu awaongoze wote na awalipe kwa kheri, ukiuliza swali hili unaambiwa, hii habari ya mashia Haa, mashia ndio wenye kuzungumza habari hii. Sawa, mashia wazungumze, lakini kama mashia wanazungumza haki, wewe uwe ni mtu mwenye kufata haki, usiwe ni mtu wa lebo, mimi msuni sifati ya mashia. Aha, kama kuna la haki limesemwa na mashia, useme mimi ni mtu wa kufata haki. Idul Ghadiri imekuja kutuonyesha haki, na haki ni ya Ali bin Abi Talib alayhi salam, na tuifuate sisi. Hatukuwepo wakati wa masahaba sisi, hatuna wa kusema kwamba sahaba fulani ndio wetu, sahaba fulani si wetu. Yule aliokuwa mwenye kupewa fadhila na Mwenyezi Mungu kamtaja kwa sifa zake, huyo ndio wakufuatwa. Na mtume wake sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam kamwonyesha huyo, ndio wakufuatwa. Kwa hiyo Idul Ghadiir imekuja kutuweka sisi huru, uhuru wa kiakida, uhuru wa kitafsiri, tafsiri huru, uhuru wa masala ya kihistoria huu tukiupata bila shaka tutakuwa katika uhuru wa ibada na kumsafia nia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Najua baadhi ya watu walikuwa hawayajui haya tunayoyasema, lakini baada ya kuyajua na kuyatafiti na kutumia akili yako sawasawa, mwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akumakinishe wewe katika mapenzi ya Ali bin Abitalib alaihi ssalam, na ndo hapa hii siku ya Idul Ghadiri ikaitwa Idul Wilaya, si idi kama Idul Fitri na Idul Adha, lakini hii ni idi ya kiakida. Ukishajua fadhila za Ali, mfuate na umwombe mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, allahumma thabbitna ala wilayati amiri lmuminin Ali bin abi talib alayhi salam, e mwenyezi Mungu tumakinishe katika uongozi wa Ali bin abi talib alayhi salam, kwa sababu uongozi huu ndio utakaotupeleka katika kujua. Mtume alituachia vitu viwili thaqalain, kitabu Allah wa itrati ahlabeiti. Tukishikamana navyo hivi viwili, kitabu cha Mwenyezi Mungu na jamaa wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hatutapotea. Tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atujalie tuwe katika wilaya amirul muminin na atumakinishe katika wilaya hii, yani uongozi huu na atujalie inshaallah Tudumu, na tusiwe ni wenye kutetereka. wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.